Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Nchi za Afrika Mashariki za Kenya, Uganda na Tanzania zimeendelea kushuhudia ongezeko la visa vya wakosoaji wa serikali wakitekwa na kupotezwa. Wanaharakati wawili kutoka nchini Kenya, Bob Njagi na Nicholas Oyoo, walitekwa zaidi ya mwezi mmoja uliopita nchini Uganda baada ya kuhudhuria kampeni za uchaguzi wa Bobi Wine, baada ya shinikizo waliachiwa huru baada ya siku 38 ambapo rais wa Uganda Yoweri Museveni alikiri kwamba wanaharakati hao walishikiliwa na akawaita wataalam wa, wa vurugu Nchini Tanzania kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29 wimbi la utekaji pia lilishamiri. Humphrey Polepole aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mkosoaji wa serikali ya rais Samia Suluhu Hassan pia alitekwa na watu wasiojulikana na mpaka sasa hajulikani alipo. Nchini Kenya, kwa mujibu wa tume ya kutetea haki za binadamu, baada ya maandamano ya vijana wa Gen Z mwezi Juni mwaka 2024, zaidi ya watu 80 walitekwa. Kwa nini visa vya utekaji vinaendelea kuongezeka katika nchi za Afrika Mashariki na hii inamaanisha nini? Mimi ni Victor Abuso na kwa njia ya simu kutoka jijini Mombasa Uh, nchini Kenya naungana naye Francis Auma. Yeye ni kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Muhuri. Karibu sana bwana Francis Auma kwenye wimbi la siasa. Asante sana lakini. Kutoka Tanzania wakili Fulgens Masawe, uh, mkurugenzi wa utetezi na mageuzi kutoka kituo <laughs> cha sheria na haki za binadamu, karibu sana kwenye wimbi la siasa. Asante sana wakili, kama unanipata vizuri uh, uh, uh, kwanza tupe tathmini ya hali ni mbaya kiasi gani nchini Tanzania ambapo visa vya kutoka kwa watu vimekuwa vikiripotiwa mara kwa mara. Ni hali ambayo imekuwa ni ya wasiwasi, na ukiuliza kwa leo kwa Tanzania, eneo ambalo linaonekana ni wasiwasi kwa wananchi zaidi na kwa usalama wao, watakuambia ni utekaji na kupotezwa kwa watu. Kwa hiyo ni matukio ambayo yameumiza, kwa mfano tukio la Ali Kibao aliyetekwa mchana kabisa kwenye basi eneo maarufu naitwa Segeta, alishushwa kwenye basi watu wakiwa wanaona, na alitoweka, na alipatikana akiwa ameuliwa na mwili wake umeharibiwa. Kwa hiyo matokeo ambayo yamekuwa yanafanyika, na mpaka la karibuni la polepole pole na wengine, yamekuwa ni matokeo ya ambayo yanaumiza sana mioyo ya watu na yanatia watu wasiwasi sana, na kwa bahati mbaya serikali haijawahi kuja hadharani na kuzungumza na kusema ni nini chanzo, nani anahusika. A, a, tusikie hali iko vipi nchini Kenya. Francis Auma, karibu sana ukiwa hapo Mombasa. a, wakati rais William Ruto akiingia madarakani aliahidi kuhakikisha kwamba matukio yote ya utekaji yanakoma, lakini unaweza ukasema kwamba hali imekuwa tofauti na ni kwa nini? Naam, kwa hakika alivyoingia madarakani, rais Ruto alisema kuwa mambo ya abduction ama watu kutekwa nyara na watu kuuliwa kiolela na vyombo vya dola imekwisha, lakini yote ni porojo. Ilikuwa ni siasa zake za uzi sindano, kushona na kufumua tu. Yeye kwa vile alikuwa excited kuwa anakuwa rais, mpaka wa leo tunaona mambo ni yale yale, watu wanazidi kupotea, watu wanakuwa abducted, illegal rendition, wazachukuliwa hapo, kapelekwa nchi nyingine bila kufata sheria. Kwa hivyo ni siasa zake tu, lakini yeye mwenyewe afati sheria, na Wakenya wamepata shida sana chini ya uongozi wake kwa hivyo mambo haya bado yako na tumeona kina Bob Njagi pia kule Uganda, mpaka watetezi wake za kibinadamu wapige kelele sana. Mwisho rais pia yule anasema yule Museveni kweli alikuwa nao, akaweka kwa waka friji. Yote ni script. Tanzania, tumeona mambo ni yale yale, tumesikia huko Tanzania, kwa mfano wakisema kwamba watu hawa wamechukuliwa na watu wasiojulikana, na mara nyingi uh, polisi wamesikika pia wakisema hawana taarifa za watu hawa waliotekwa sasa, labda katika tathmini yenu na kujaribu kufanya utafiti uh, labda membaini ni akina nani ambao huwa wanawateka hawa watu na huwa wanawekwa wapi? Tukienda kotini for habeas corpus wanasema tujui hu mtu yuko wapi. Uh, baada ya pressure mingi sana labda ya public, mtu wanajitokeza. Kama sasa tumeona mfano uliohai ni ile ya Uganda, walisema hawajui kina Bob Njagi wako wapi, hawajui kina Nicholas wako wapi baadaye wanasema ndio tumeanda tumeandauva kwa serikali ya Kenya. Ndio skript ambayo inatumika Tanzania. na Mwakili Masawe, ulikuwa unataka kulisemea hilo, karibu. Ndio ni kwamba tatizo tulilokuwa nalo ni kwamba mifumo imekuwa sio mifumo ya uwajibikaji. Tunaamini kwamba kwa mfano mahakama ingesimama kwenye nafasi yake, bunge lingesimama kwenye nafasi yake, huenda hizi hoja zingeletwa mbele ya vyombo hivi na kuzijadili na kuzichambua kwa kina na kuiwajibisha serikali kwa sababu jukumu la usalama wa raia, iwe waliotekwa wametokwa na serikali au wajatokwa na serikali, kutokwa na watu wa kawaida ni wahalifu, jukumu la ulinzi na usalama bado tunanyoshea kidole serikali. Kwa hiyo mara nyingi serikali imekuwa inajitenga na haya matukio, japo wakati mwingine wanakuja kupatikana baada ya hapo inasemekana kwamba kwa, kwa namna moja au nyingine serikali walihusika. Mtakumbuka suala la Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire iliyotokea Tanzania. Ilikuwa ni tukio la kuogofya. Lilianza kama tukio la kukamatwa na polisi kwa kawaida, kuhojiwa kawa na mamlaka za uhamiaji, lakini baadaye ikawa ndio kutowekwa na kutafutwa, na baadaye wanakuja kuelezea madhila ya ajabu waliofanyiwa kwa muda ambao walikuwa wanatafutwa. Kwa hiyo ni, ni silaha ambayo imetengenezwa na inatumika kuumiza na, ku, na kudhalilisha utu wa binadamu. Unafikiri wakili, kwa tathmini yako, ukiangalia labda hizi serikali za Kenya, Tanzania na Uganda zinashirikiana katika suala hili? Mfano, tukio la Kizza Besigye, katika hali ya kawaida Kizza Besigye tunasema alitekwa akiwa Kenya akajikuta yuko kwenye mikono ya dola nchini Uganda na kutumiwa kwa tuhuma za uhaini ambazo anaendelea nazo mahakamani kwao. Katika hali ya kawaida huwezi kuniambia kwamba serikali zilikuwa hazijashirikiana, lakini pia kulikopo na tishio la kukamatwa na kutoweka na kutoweshwa kwa mwanaharakati aliyoko Kenya, Maria Sarungi. Kwa hiyo ukisema kwamba hakuna ushirikiano unaotokea kati ya hizi hizi, hizi nchi za Afrika Mashariki, tutasema hapana. Francis Sauma, sasa katika hali kama hii, uh, nyie kama watetezo wa haki za binadamu Uh, wewe umekuwa katika msururu wa mbele sana nchini Kenya hasa huku Mombasa. Uh, nini sasa uh, mnaweza mkafanya kwa sababu wimbi hili bado lina shamiri na inavyoonekana, wakosoaji tu wa, wa, wa, wa mamlaka ama watawala wataendelea kutekwa na watu wasiojulikana. Majambo kama haya tunazidocument, tunafatizia unyo kwa unyo, tunaangalia, tunaweka orodha, tunajua, kama si leo ni kesho one day, one time. Lazima hapa mtu atakuwa accountable. Mimi nina imani tuki pamoja, wakereketwa na dunia nzima, siku moja mtu atapelekwa kizimbani. Na, na, na, na tukikaribia kufika tamati uh, kwa sababu muda wetu umekwenda sana uh, wakili Masawe, uh, sasa hali hii ikiendelea kwenye hizi nchi za Afrika Mashariki eh, itaathiri vipi uwajibikaji uh, wa viongozi uh, kwa sababu katika demokrasia inatakiwa kwamba watawala wakosolewe na watu ambao wapo nje ya mamlaka. Kwanza, hali hii ikiendelea hivi italeta ita ukosefu wa uh, utulivu na hofu ya usalama kwa wananchi wa kawaida. Lakini lazima tuangalie vyombo vya ndani namna gani vinasimama kupambana na kuwajibisha serikali pale ya matukio ya yanapotokea. Lakini pia tujeuzie jicho kwenye jamii kima ya kimataifa, kwamba yanayotokea kwamba kuna hizi jumuiya za kimataifa ambazo zina vyombo mbalimbali vinavyoangalia haya madila ya utekwaji na upotezaji wa watu ambapo wanze kwa kuangaza jicho kwenye ukanda huu na kujua kinachotokea, na, na mwisho wa siku hizi nchi ziwajibishwe kwa sababu usalama wa raia na uhai wa mtu usio cha kuchezea kama kilivyo, na wakati mwingine tunaona matendo yanafanyika kama viongozi watakaa kwenye madaraka milele. Ina maana kuna haja ya kufika mbele ya safari tufike sehemu labda tuavu, tuwavulie zile hadhi zao na wengine na wawajibishwe kama raia wa kawaida. Kwa hiyo nadhani ni swala ambalo lazima tuungane kama ukanda wa Afrika Mashariki na tuwajibishe hawa wanaohusika na tuangalie mifumo yetu inawajibika kwa mujibu wa sheria na sheria za kikanda, kwa sababu hata ule mkataba wa uanzishaji wa jumuiya wa ya Afrika Mashariki unazungumzia kuhusu misingi ya haki za binadamu na utawala wa sheria, utawala wa sheria auhusu utekaji na utawala wa sheria au ruhusu kutoweka kwa mtu na mkoleo tuachie hapo kwenye makala ya wimbi la siasa. Asante sana wakili uh, Fulgens Masawe, uh, mkurugenzi wa utetezi na mageuzi kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Asante sana asante sana, na uwe na siku njema Francis Auma, uh, mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka shirika la Muhuri A Mombasa, asante sana nam shukran jazira, asante sana na, na kufikia hapo, tunafika mwisho wa makala ya wimbi la siasa wiki hii. Hadi wiki ijayo, mimi ni Victor Abuso, kwa heri.